Taifa letu linawategemea sana sana. Taifa hili ni taifa changa linalohitaji tujitoe muhanga kuwahudumia Watanzania. Ninawaomba sana, kwa wale ambao tunasahau tukumbuke, asilimia kubwa tuliopo hapa tumesomeshwa na serikali, na wapo baadhi yetu tumesomeshwa na wazazi wetu walioko vijijini waliouza mashamba yao waliouza trekta wengine, ili sisi tuende tukasome tukawahudumie wao. Ninawaomba sana mkitoka hapa, nendeni mkawaambie wengine, muwe na huruma na watanzania wanapokuja kwenye vituo vyenu. Ninawaomba muwe na huruma na Watanzania. Nendeni mkaifanye kazi hii kama ibada kwa Watanzania. Ninawaomba sana pale ambapo wakija mtanzania kwenye kituo chako hebu sura yake yule aliyekuja muone kama amekuja mbele yako mzazi wako, amekuja mbele yako mjomba wako, amekuja mbele yako shangazi yako, amekuja mbele yako jirani yako. Ninawaomba sana mjishushe mnapowahudumia Watanzania. Rais wetu anawategemea sana. Watanzania wanawategemea sana sisi wizara moyo wetu ni ninyi, tunawategemea sana. Kufanya kwenu vizuri ndio utulivu wa taifa letu. Kufanya kwenu vizuri katika maeneo yenu ndio inaleta moyo kwa Watanzania, kuona sasa huduma za afya zinatolewa vyema. Kwa hiyo niendelee kuwasihi na kuwaomba, jishusheni kujishusha, hakuna atakayechukua digri yako, hakuna atakayechukua diploma yako, hakuna atakayechukua cheti chako kwa kujishusha sana sana. Tanzania, yule uliye kuhudumia kwa kujishusha atakushukuru na kukuombea Mwenyezi Mungu akuondoshee husuda, Mwenyezi Mungu akuondoshee mitihani katika dunia hii. Fanyeni kazi hii kama ibada. Bahati nzuri leo tunaongea na tini ya wataalamu wa ubobezi wanaoingia kwenye kazi zao wakiwa wameapa, na jambo kubwa hapa kwenye kiapo linasimama kwenye haki na wajibu. Nichukue nafasi hii, ndugu viongozi wenzangu, katika viapo vile ambavyo tumeapa kwenye fani zetu tulizo nazo, ninaomba tuvisimamie vizuri. Na maana yangu kubwa, ninawaomba sana viongozi nyewe mkawa ni mfano wa maadili mema katika kuhakikisha sekta ya afya inakuwa na heshima, lakini mkasimamia vizuri wale mnaowasimamia, ili tuhakikishe wote kwa pamoja tunaipa heshima sekta ya afya kwa kuzingatia viapo vyetu na maadili tuliyo hapa kuyasimamia.